Tuko katika mlango ambao unaozungumzia al-masdarul almasdaru al almasdaru lmimiyu al masdar mimii, anasema hapo, yubna al-masdarul lmimiyu min ath-thulathi ala wazn maf'al. Bila shaka tumesoma maana ya masdar. Anasema ujengwa masdar mimi minathulathi kutoka katika kitendo chenye herufi tatu, ala wazni mafal, juu ya wazani waneno mafal. Wayakunu almimu zaidatan, na mimu inakuwa ni mezidi, inakuwa mim ni ni kuzidi. Wayasihu hadha almasdar, na inasihi masdarihi lizzamani walmakani, yani kujulisha muda na sehemu yani muda wa kufanyika ile tukio na sehemu wa kufanyika ile tukio nahu, mfano madkhalun, katika wazana neno maf'alun. Kwa hapo madkhalun inakuwa ina, ina maana hizo mbili. Madkhalun ina maana ya sehemu ya kuingilia, sawa, kwa maana ya almakan. Pia madkhalun ina maana ya azamani, yani muda wa kuingia. mathalan hadha

maktabun maslahun ina maana hizo mbili. Marma ni ile sehemu ya kurushia kitu kwenye mshale. Marma ni wata, golikipa mpira naita harisu, marma aan, yani golikipa, sababu ndo pale watu wanakurushia mpira. Sawa, ndosoma majina kwenye mumtazi kwenye mumtazi, majina ya wachezaji mpira hapo yote kuanzia namba moja mpaka kumi na moja na alizevu kwenye mumtazi mla jusi juzi ya tatu, mtaangalia moja washadha an hadhihi kaida na zimekhalifu kaida hii au imeenda kinyume na kaida hii. Eh, neno majiun majiun na marjiun masirun na masirun. Yani, imekhalifu lakini na maana moja, lakini imefanya shadh, imeenda kinyume na. Kwa majiun majio, yani majio ina maana hizo hizo mbili kama majiun, muda wa kuja au sehemu ya kuja, isipokuwa imekhalifu kaida hiyo wa inkana muutalla lfai, na ikiwa hicho kitendo kina ugonjwa wa fee, akisema mutalla lfa maanisha nini? Maanisha rufi gani? Akisema mutalla lfa maanisha rufi gani? Fa yake na ila maanisha rufi gani? katikati herufu ya kwanza, mithlu mfano waada wajada wadaa, fatuksaru lain aini yake inatiwa kasra, inakuwa ni mauidu baada ya mauadu. Meelewa, mzani wetu ni mafal lakini nitakapokuwa fe yake ni katika herufi za illa, aini yake inakuwa inapata kasra mauidun, ina maana mauid, yani muda wa ahadi au sehemu ya ahadi. Pia inakuwa na maujidun na maudhiun. Maujid ni muda kupatika, ya kupatikana kitu au sehemu ya kupatikana kitu pia maudhiun. Wa in kana zaida ala thulathi, kiwa kitendo kimezidi zaidi ya herufi tatu, ala wasni ismi mafuli, inakuwa katika wizani neno inakuwa katika wizani wa ismi maful mutaqaddam na mutakhar Sawa, so, mutaqadam na mutaakhar. Mutaqadam mutaakhar we, mutaqadam ni sehemu ya kutangulia au muda wa kutangulia. Mutaakhar ni sehemu ya ku, ku, ku, ku kuchelewa au muda wa kuchelewa ikiwa kitendo kimezidi zaidi ya herufi tatu. Meelewa? Ismul marra, ismul marra. Nani atoe mfano wa kitendo ambacho kimezidi herufi tatu, ala gagesi katika masdar miimiy? Kwa nini sio mutadharaju? Kwa nini sio mudharaju? Aondoka kukufumia mizani huo. Kwa sababu sasa hata ukisema daraja nimezidi herufi tatu kwa sababu ni rubaiu. Hata hiyo sawa sababu umeleta mazidi mazidi zaidi elfu tatu. Sawa, sawa. Lakini hii inabidi ikitendeke kwa tadaharaja inakuwa ni mutadaharaj. Tadaharaj Muta sehemu ile ya kubilingishia au muda wa kubingilishia umeelewa? yeah, yeah. Ismu al-marra. Ismu al-marra.

ta ya masdar mithl mfano, ikrama. Yani ta maana kusudia, unaizidisha kule mwishoni. Istighatha, intilaqa, mithl mfano, sallamtu alayhi taslimatan, salimi salam moja tu. Akramtu ikramatan, kiram moja tu, yani mara moja. Wa in kana al masdar maktuman bit ta, na ikiwa masdari imetimishwa na te mwishoni sawa ai bimaana asluhu asili yake. Mithl mfano nima, yani asili yake mwishoni kuna te sawa, ndo ipo hivyo. Dawa rahma, dalla ala lmarati bilwasfi, itajulisha juu ya mara kwa wasfa, biwahida, kwa mara moja tu. Anasema dalla ala lmarati bilwasfi biwahida, itajulisha juu ya mara bilwasfi biwahida bi bi bi kwa kusifia kwa kuongezea neno wahida, chimefano ni'matun wahida, rahmatun wahida. Mefahamu, meelewa nachokusudia kwamba ikiwa uko mwisho kuna nini? Kuna te slia. Nam, kunasema dalla ala lmara al bilwasfi biwahida, najuisha juu ya mara bilwasfi biwahida kusifia kuongezea neno moja japo maana yake itakuwa ni maana iko nayo lakini inakuwa inaongezea kuongezea neno wahida. Ismul hay'a huwa ismu dalla ala hay'ati wuqu'i alfi'li au alhadath, ni jina ambalo linajulisha juu ya namna ya utokeaji wa kitendo au tukio wa yakunu waznuhu min athulathi fi'la, inakuwa wizani wake katika kitendo ambacho chenye rufi tatu kitakuwa katika zana neno fi'la. Naam, kana sema wa yakunu waznuhu min athulathi fi'la, mithlu mfano la tajlis jilsat al mutakabbir. Sawa, usikae mkao ka jilsa ya maana ya mkao katika zana na fiil la mkao, am wenye kujikweza kwa ndo maana ya ismu lhaia, kwamba ni jina ambalo linajulisha namna ya utokeaji wa kitendo au utokeaji wa tukio. Kwani usikae mkao wa mtu huyu, yani ile lhaia ya ule ukaaji wake. la tamshi mishyat lmukhtal usitembee utembeaji wa mwenye kujivuna, yaani mwenye kujigamba kujonaendo yeye. Umeelewa? uquude uh -huh. Qidat almutawadi, ka mkao wa mwenye kunyenyekea. Qif waqfat alajad, simama usimamaji wa simba. Kwa hiyo hiyo inafundisha nini? Ndio ismul alhay'a inajulisha namna tukiwa, namna nah, ya utokeaji wa hilo tukio au namna ya ufanyikaji wa hicho kitendo. Tumalizia hapo. Anasema wa in kana almasdaru masdar al asli ala fi'la bi ta na, ikiwa masdar ya asili ala fi'la jua wizani na neno fi'la bi ta kwa te, yani ya sidak, ndio ilikuja kama tulivyosoma hapo nyuma mithlu mfano nishda izza dalla